Kutoka hapa Jangwani ambapo mashabiki wa Young Africans wanapiga supu ya ngamia, na kama ambavyo wanashuhudia, uh, foleni ni kubwa kweli kweli, mashabiki wa Young Africans wakiwa hapa kwa ajili ya kupiga supu ya ngamia baada ya kumfunga mtani wao uh, Simba hapo Uh, juzi na kama ambavyo unashuhudia kuna huu wanaendelea kupata supu ya ngamia hapa, na foleni ni kubwa kweli kweli, kama ambavyo unashuhudia uh, wote hawa wamekuja hapa kwa ajili ya kupata supu ya ngamia bwana, kama ambapo unashuhudia hii ni foleni na ni umati wa, wa mashabiki wa Young Africans ambao wako hapo Jangwani kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia wakisherekea kumfunga mtani wao Simba, lakini pia kutoa taji la ligi kuu ya NBC mara ya nne mfululizo. Na kama ambavyo unashuhudia watu ni wengi kwelikweli hapa Jangwani, wote wamefulika kwa ajili ya kupata supu ya ngamia na watu wanaendelea na makamuzi eh, watu wanaendelea na makamuzi wanaendelea kupiga supu ya ngamia na wananchi ni wengi kweli kweli hapa jangwani, wote wakiwa wako hapa kwa ajili ya kupata supu ya ngamia tazama Huu ni umati wa mashabiki wa Yanga Africans ambao wako hapa kwa ajili ya kupata supu ya ngamia hapa jangwani, na tayari wameshaanza kuchukua supu kulia. Hawa hapa wako hapa mashabiki wa Yanga Africans, wote wakiwa wako hapa kwa ajili ya kupata supu ya ngamia. mashabiki wa Yanga Africans wote wako hapa wakiwa wanaendelea kupata supu ya ngamia mdogo mdogo. Tunapendelea kushangilia ushindi e, wao waliopata juzi, lakini pia e, kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC mara ya nne mfuludi nomba Hakika hakika, ni ni, ni kweli, kwa sababu si ni timu kubwa hapo, si hatuna dogo, kawaida yetu ni ngamia. Ni shilingi ngapi yule? Yani yenyewe hiyo tunanunua timu nzima ya Simba Sports Club oh. Wewe well, yani ngamia yule mmoja leo ni, timu ni Ngamia mmoja tunayemtumia leo, mashabiki wa Yanga, wanachama, wapenzi wa Yanga wa wa Afrika, ni timu nzima ya Simba Sports Club so imbklahizi salmani yake abesa kadogo kadogo kalipozaliwa, bado hata kula akawezi jeuri mato wa watu, wananchi tunaitoa kutokana na zalo walizotuletea. Hatuwezi kucheza kupewa kombe pointi za mezani bila kumbana mpazo. Mpazo wenyewe tumemtafuta siku ya Simba na Yanga, mpazo aonekani, wameficha wapi? Hapa tunakunywa supu hapa, tunaonja supu wenyewe bado, ambayo inatakiwa tujumuike na timu yetu na uongozi wa Yanga Afrika pamoja na mashabiki wapenzi wa Yanga Afrika Afrika. Kama ambavyo unashuhudia, hawa ni mashabiki wa Young Africans ambao wako hapa wakiwa wanaendelea eh, kuenjoy na kufurahi eh, kunywa supu ya Yanga, ambavyo unashuhudia supu hamwezi kumaliza.